Leo tunasafiri kuelekea kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji kufuatilia historia ya Mto Ruvuma, mojawapo ya mito muhimu zaidi katika Afrika ya Mashariki. Lakini je, unajua mto huu una historia ndefu, mazingira ya kipekee na hata migogoro ya mipaka? Leo tutachunguza mambo yote haya na zaidi. Karibu. Mto Ruvuma ni moja ya mito mikubwa inayotiririka kutoka nyanda za juu za Tanzania na kuelekea Bahari ya Hindi. Unapita kupitia maeneo ya vijijini na misitu minene kabla ya kufikia bahari, ukibeba maji muhimu kwa ustawi wa jamii zinazouzunguka. Mambo muhimu kuhusu mto Ruvuma: una urefu wa takribani kilometa mia nane. Chanzo ni nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mkoa ni Ruvuma, katika wilaya ya Songea. Mto unaopokea maji kutoka Ruvuma ni mto Lukuledi na mto Lugenda. Sehemu unapomwagika ni bahari ya Hindi, karibu na mji wa Tungi nchini Msumbiji. Nchi unazozipita ni Tanzania na Msumbiji. Mto huu ni mpaka wa asili kati ya Tanzania na Msumbiji kwa sehemu kubwa ya mwendo wake. Mto Ruvuma umekuwa sehemu muhimu ya historia ya watu wa kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji kwa karne nyingi. Enzi za Wajerumani na Waingereza. Wakati wa ukoloni, Wajerumani waliutumia mto huu kama sehemu ya mpaka kati ya German East Africa, yani Tanganyika, na Msumbiji ambayo ilikuwa koloni la Wareno. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, Tanganyika ilichukuliwa na Waingereza. Na mto huu ukaendelea kuwa mpaka rasmi kati ya Tanganyika na Msumbiji. Nyakati za vita ya ukombozi wa Msumbiji katika miaka ya 1960 hadi 1970, Mto Ruvuma ulikuwa sehemu ya harakati za ukombozi wa Msumbiji dhidi ya utawala wa Wareno. Wanamapinduzi wa chama cha Frelimo walitumia maeneo ya karibu na mto huu kama maficho na njia ya kusafirisha silaha na wapiganaji kutoka Tanzania kuingia Msumbiji. Hadi leo, Mto Ruvuma ni mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Msumbiji, ukitenganisha mikoa ya Mtwara na Ruvuma ndani ya Tanzania na majimbo ya Cabo Delgado na Niassa ndani ya Msumbiji. Mto Ruvuma unapita kwenye misitu, milima na nyanda za juu ukihifadhi viumbe hai wa aina nyingi. Mazingira ya kipekee, misitu ya miombo. Misitu hii ni makazi ya wanyama wengi, wakiwemo tembo na simba, mamba na viboko. Kama mito mingine mikubwa Afrika, Mto Ruvuma una mamba wakubwa na viboko ambao wanafanya eneo hili kuwa na maisha ya mwituni yaliyo hai. Samaki wa kipekee Mto huu una samaki wengi wa maji baridi wanaovuliwa na wakazi wa maeneo jirani kwa chakula na biashara. Mabadiliko ya tabia nchi. Mto huu hupitia vipindi vya mvua kubwa na ukame, hivyo mara nyingine maji yake hupungua sana. Mabadiliko ya tabia nchi yameanza kuathiri mzunguko wa mvua na kufanya mto huu kuwa hatarini kupoteza nguvu yake ya kutegemewa. Kwa wakazi wa Tanzania na Msumbiji, mto Ruvuma ni muhimu sana kwa njia mbalimbali. Jambo la kwanza ni chanzo cha maji. Mamilioni ya watu hutegemea mto huu kwa matumizi ya kila siku. Jambo la pili ni uvuvi. Wavuvi huvua samaki wengi kutoka mtoni kwa chakula na biashara. Na jambo la tatu ni usafiri. Ingawa si sehemu kubwa ya biashara, wakazi wa maeneo ya pembezoni mwa mto huu hutumia mitumbwi kusafiri. Jambo la nne ni kilimo. Mashamba mengi yameanzishwa karibu na mto huu wakitumia maji yake kwa umwagiliaji. Pamoja na umuhimu wake mkubwa, mto Ruvuma unakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto ya kwanza, uchafuzi wa maji. Shughuli za kilimo, uchimbaji wa madini na viwanda vinaongeza uchafuzi wa maji. Changamoto ya pili, uharibifu wa mazingira. Ukataji wa miti na uchomaji wa misitu karibu na mto huu kuna haribu mfumo wa ekolojia wa mto. Changamoto ya tatu, mabadiliko ya tabia nchi. Kupungua kwa mvua katika baadhi ya miaka kumeathiri kiasi cha maji katika mto huu. Changamoto ya nne ni migogoro ya mipaka. Ingawa Tanzania na Msumbiji zina uhusiano mzuri, kuna mivutano ya mara kwa mara kuhusu matumizi ya rasilimali za mto huu. Mto Ruvuma ni hazina kubwa kwa Tanzania na Msumbiji. Ili kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo vinaweza kufaidika na mto huu, ni muhimu kuchukua hatua za kulinda mazingira yake, ikiwa ni pamoja na hizi zifuatazo: kudhibiti uvuvi kupita kiasi kupunguza uchafuzi wa maji unaosababishwa na kilimo na viwanda, kuhifadhi misitu na vyanzo vya maji vinavyochangia mtiririko wa mto huu, kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Msumbiji ili kutatua migogoro ya mipaka kwa amani. Mto Ruvuma si tu njia ya maji bali ni sehemu ya historia, utamaduni na maisha ya maelfu ya watu. Je, yeah, unadhani Tanzania na Msumbiji zinapaswa kufanya nini kulinda mto huu wa kihistoria? Tafadhali, tuachie maoni yako kwenye comment na usisahau kulike, kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine. The Storyside tunafanya historia ishi. Asante kwa kunisikiliza.